Bwana Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashea na neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana sana Bwana anavyonijalia. Ninaomba kama wewe ni mgeni bado, uje subscribe, subscribe, share, like and comment. Leo naendelea na series hii ya wawili wawili, ambayo ninatumia takriban dakika tatu tu za muda wako. Na leo tunaenda kuangalia watu wawili kwenye Biblia ambao ni Mariamu mama wa Yesu na Elisabeti ambaye ni mama wa Yohana Mbatizaji. Wawili hawa walikuwa ni binamu. Na Uh, wote walipata mimba kwa namna ya kimiujiza. Elizabeth alikuwa na miaka themanini na nane alipopata mimba ya Yohana Mbatizaji na tunajua mume wake eh, mpaka ilibidi afungwe mdomo na Mungu kwa sababu ya kutokuamini kwamba Elizabeth atabeba mimba na yeye yule baba ataitwa baba. Mariamu, tunajua amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kamzaa bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiyo mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo at some point Mariamu akaenda kumtembelea kazini wake kufika kitoto cha ambaye ndio Yohana Mbatizaji akali kutoka kwenye nani kwenye tumbo la Elisabeti. Neno la Mungu linatuambia Elisabeti akambariki Mariamu kwa kumwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wako amebarikiwa Wakati alikuwa hajajulikana kama ni Yesu, lakini alisema kwamba na mzao wako amebarikiwa. Naweza kujifunza nini? Tujifunze kubariki wengine hata pale tunapowaona wao wamebarikiwa kuliko sisi. Mariamu angeweza sorry, Elizabeth angeweza kununa kusema, he, yani mimi mtoto wangu ana yani, nisemeje? Ni kama vile unatamani wewe mtoto wako awe ndio mkuu wa yule, kwa sababu tunajua Yohana alikuwa yeye ni mtangulizi wa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tujifunze kufurahi kwa sababu, hebu jiulize, Elisabeti alikuwa na miaka themanini na nane wakati anajifungua Yohana. Eh, Mariamu alikuwa mdogo sana, wanasema alikuwa ana miaka kati ya kumi na nne na kumi na sita alipokuwa anajifungua Bwana Yesu. Sasa Bwana Yesu aliishi miaka 33. Fikiria Elizabeth 88 jumlisha 33 ni miaka 100 na ngapi? 11 sijui. Ndio kweli Elizabeth angeweza kwenda msalabani pale kumlilia mwanae na miaka 111 kibibi kizee. Angeweza kuwa anaenda na Yesu huko kwenye katambuga za Yesu alizokuwa anaenda nazo kama alivyokuwa akienda Mariamu mamake Bwana Yesu. Kwa hiyo what I'm trying to say ni kwamba Mungu anatujua Anajua uwezo wetu, anajua mwisho wetu kuanzia mwanzo. Kwa hiyo anapotupa kitu, anajua kama hichi kitu tunaweza kukihimili, tunaweza kukimiliki, tunaweza kukitumia kwa sifa na utukufu wake. Kwa hiyo tusiwaone wengine wivu, isipokuwa tufurahi, right, nao. Tuwabariki wengine, tunapowabariki wengine, nasi tunabarikiwa. Mungu akubariki. Subscribe, share, like, and comment. Tutaonana wakati mwingine. Amen.